kuhusiana na msanii wetu hapa Tanzania, mmoja kati ya ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye upande wa wadada wanawake. Uh, huyu ni female artist hapa Bongo ambaye amekuwa akifanya vizuri kwa muda kwa muda kidogo, yani tokea alivyoingia kwenye game ni kwamba hajaingiaga kinyonge. Uh, na pia vile vile kitu ambacho kinambeba zaidi huyu bidada bwana, ni mtu ambaye anabadilika, yani huyu ni bidada ambaye ameshawahi kuimbaga Drill beats. Unajua kuna, zile, kuna ngoma fulani hivi beats za Kimarekani zinaitwa drill. Sasa katika hizi ngoma ni kwamba Sarafina aliimba kwa lugha ya Kiingereza, kwa lugha ya Kiswahili na akaimba inspirations fulani vikali sana. Kwa hiyo hii tokea siku ile ni kwamba huyu dada alionyesha talent ambayo ni out of this world. na watu wengi sana wakawa wanamsupport tokea pale, umeona bwana, kutokana na kwamba kutoka ameimba nyimbo ya drill, yani beat ya drill. Eh, hii ni, ni rap songs za Kimarekani huko Atlanta. And then akaimba nyimbo inspirational ya Kiswahili katika biti ngumu kama ile which, na ikatrend hiyo nyimbo, kwa hiyo binti alitisha sana pale, kwa hiyo watu wengi sana kwa support Sarafina kwa sababu hiyo, na ameachia mahit song kadhaa na hit song zaidi ya nane huyu dada, umeona eh, lakini kikubwa zaidi ni kwamba ni bonge la performer, yaani ukimsimamisha jukwaani huyu hapo uaga anafanyagawonders. E, na pia vilevile vile kitu kingine ambacho naweza nikakizungumza kuhusiana na Sarafina, ambacho ni very positive ni kwamba anaga mambo ya ya kipuzi puzi, mambo ya kudate na huyu, kudate na huyu, kudate na yule kutafuta kiki e, kujisogeza kwa mwanaume huyu, kujisogeza kwa mwanaume hana hizo. Ukiona yuko karibu na mtu ni kwa ajili ya kazi. Baada ya kazi, humuoni naye anaendelea na mambo yake, so hizo ni sifa za bidada Sarafina. Sasa Sarafina bwana, hivi karibuni alifanya kazi internationally. Tuliona alifanya kazi kwanza hapa Bongo, alifanya kazi na Harmonize ngoma kali tu, then akaja akafanya kazi nyingine, ambayo hii ilikuwa ni kazi ambayo aliamua kuifanya na, na Otile Brown kutoka Kenya. Ilikuwa kazi nzuri pia, lakini pia ameamua kutengeneza tena kazi nyingine na msanii mwingine kutoka huko huko Kenya ambaye ni huyu anaitwa Willy Poul. Sasa hapo ndipo alipokuja kujichanganya, kwa sababu wabongo wengi sana wanamchukia Willy Poul kutoka moyoni, meona bwana. Kwa hiyo kitendo cha Sarafina kwenda kufanya kazi na Willy Poul, Willy Poul ambaye alionyesha dharau fedhea, na akaanzisha kama vile mgogoro mzito wa kiburudani kati ya Tanzania na Kenya tokea alivosemaga, alivyoanzishaga zile kiki za kumwandama Diamondi, mpaka Diamond ikabidi alizungumzia swala hilo, na akasababisha hata lile tamasha Diamond akuperform, na akaondoka na hela wakati alikuwa ameshalipo. Kwa hiyo aliingiza hasara kwa waandaaji wa lile tamasha. Pia Wakenya wengi pia wakaanza kumchukia huyo huyo Willy Poul. Watanzania wote wanamchukia huyo huyo Willy Poul, Sarafina ameenda kufanya naye kolabo. Sasa watu wamesema kwamba watu wameikataa hii kolabo kabla hata haijatoka, na wamemweka wazi kabisa Sarafina kwamba anachokifanya amejichanganya na hiki anachotaka kukitoa hawato kisupport. Yani hii kazi ambayo Sarafina anataka kuirelease hawato isupport kutokana tu na kwamba Willy Poul yupo humo ndani na ni mtu ambao wao hawampendi. Kwa hiyo, wabongo bwana, wameweka hisia zao wazi kwamba hawampendi Willy Poul hata kidogo, na kitendo cha Sarafina kwenda kufanya kazi na Willy Poul hawajakikubali, na wame mind vile vile kitendo cha Sarafina kwenda kufanya kazi na Willy Poul. Hili ni jambo ambalo limepelekea Willy Poul sasa kuona kwamba okay, this is too much, kiasi kwamba mpaka na jeopardize career ya mtu kwa sababu tu ya chuki ambazo zipo kunihusu mimi. Kwa hiyo Willy Poul ameamua kwenda kuomba radhi. Eh? Eh, Willy Poul imebidi aombe radhi kwa Watanzania kutokana na the way ambavyo alivyoona backlash zilivyorudi katika Eh, katika u, kwa upande wa hiki kitu ambacho yeye alichokuwa amekifanya tokea mwaka jana, Wabongo wamekishikilia mpaka leo. Kwa sababu nakumbuka ulipoke ukechaa tu na hizo fujo, alisema kwamba wimbo ambao amba alifanya na Rayvanny ulikuwa unapigwa, walitakiwa perform on stage, akamwambia DJ atoe hiyo takataka. Which means kwamba ngoma ambayo yeye alifanya na Rayvanny ni takataka, kitu ambacho kilimdisappoint hata Rayvanny mwenyewe. Umeona. Kwa hiyo Wabongo wame hold grudges kumuu against huyu jamaa, hawataki hata kumsikia. Kwa hiyo Sarafina kwenda kufanya naye kazi, Wabongo wame mind vile vile. Sasa imebidi ulipo aone kwamba chuki zimezidi ikabidi aombe radhi kupitia kurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, ulipo ameandika kwamba ndugu zangu TZ. Msidanganywe eti nina chuki na nyinyi au wasanii wenu. Sisi sote ni mandugu. And we need each other, but what I won't allow ni dharau. Msanii wenu anakuja kuniletea dharau hapa home. Nikakataa na bado nika, na bado nitakataa tu. Akabadilisha story na kusema kuwa nawachukia watizii. Mimi sina chuki na watizii. I love you all my brothers and sisters. I have a song with talented Phina dropping this soon. This hapa naona imeishia hapo. Hatujajua kwamba alikuwa ameandika this nini hapo mbele. Uh, this week, okay, ilikuwa amesema kwamba I have a song with talented Phina dropping this week. Umeona bwana, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwamba kuna ngoma inakuja kati yake yeye na Phina ambapo itatoka wiki hii. Umeona bwana, kwa hiyo Willy Poul naye pia amejitahidi sana kuihype hii, hii ngoma alianza kwanza kwa kuposti mkono wa Tanzania na Kenya kama vile inataka kushikana. Akaposti picha ambayo inamuonyesha yeye akiwa wamegeukia kule upande wa pili wamebakisha wame migongo huku kwenye kamera, ambapo yeye ameshikana na mwanadada ambaye ndo kumbe ni Fina. Then kuna picha nyingine ikiwa inamuonyesha Willy Poul akiwa amemshika kiuno Fina, picha nyingine amemnyanyua mguu, picha nyingine akiwa amepiga pamoja na Fina. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa hii bwana. Hizi picha zote ambazo Willy Paul ameziposti zimekuwa zikipata comment negative. Meona bwana, eh? ya msanii Fina kutangaza kuwa kuna ngoma na msanii kutoka Kenya Willipo, ambayo itatoka hivi karibuni na mashabiki kuonyesha wazi kuwa wimbo huo hawautaki, hawautaki ku, kutokana na kile kilichotokea kati ya Willipo, Rayvanny na Diamond nchini Kenya, Willipo ujumbe umemfikia na ameamua kuweka mambo sawa kupitia Insta story yake kuwa kwa kusema kwamba Watanzania wasidanganywe kuwa yeye ana chuki na Watanzania. Alichokifanya yeye ni, kufua, ni kutafuta heshima yake nyumbani kwao huko Kenya, na kudai kuwa Diamond alibadilisha stori na kusema kuwa yeye ana chuki na Watanzania. So bado jamaa, sio kwamba anaomba msamaha na nini na yote yaliyotokea, kwamba amekubali kwamba alikuwa labda amekosea. Ni kwamba jamaa bado anaendelea kujitetea, naona eh? kitu ambacho kinawazidi kuwakera wabongo, ambapo hapa watu bwana, wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Vile vile wabongo wanakwambia, bwana, hatuna udugu na Wakenya sisi, nyinyi ni, ni majirani tu. Watanzania wanakuambia hivyo kwamba hatuna udugu na Wakenya, hao ni majirani tu. Mtu mwingine bwana utatuomba msamaha alafu utatuandikia Kiingereza huko Siria, huko Siria wewe. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba wewe unaomba msamaha alafu unajifanya unaandika Kiingereza. Kwa sababu kwamba bwana kama alitafuta heshima kwao, sasa na sisi pia tunatafuta heshima kwetu, hatukutaki Tanzania. Kwa mtu anasema bwana kila mtu akae kwao, buda shida ni nini? Kwa kwa mtu ameandika hivyo. Kwa sababu kwamba bwana bora hata asiongee gombana na wasanii wote, lakini sio Simba la mama Simba Dangote. Kwa mtu ameandika hivyo kwa sababu umeona, mbona anajishobokesha huyu jamaa, hatumtaki. Kwa mtu mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana ana ananikosha lakini, kaka, hatukutaki. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa sababu bwana aise Fina kaenda soko, kaen, kaenda sokoni mzima wa afya, lakini kanunua maembe mabovu. Kwa mtu ameandika hivyo kwamba Fina kaenda sokoni mzima, lakini amenunua maembe mabovu. Kwa hiyo <laughs> Fina ameenda kununua embe bovu. Ulipoa ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.